Makubaliano ya amani yanatarajiwa kutiwa saini leo Ijumaa huko Washington nchini Marekani, kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Mkataba huo, unaolenga kurejesha amani ya kudumu kati ya Rwanda na Kongo, unasimamiwa na Marekani na unatokea katika muktadha wa mvutano unaoendelea mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wachambuzi wameelezea mashaka yao kuhusu utekelezaji rasmi wa makubaliano hayo. Zaidi na Saleh Mwanamilongo. Duru za kuaminika zimeiambia DW kwamba rasimu ya makubaliano itakayotiwa saini leo inatarajia usitishaji haraka wa mapigano. Kinshasa na Kigali wanatakiwa kutofanya mashambulizi tena, iwe ya moja kwa moja au kupitia makundi ya wapiganaji wanaoyaunga mkono. Nchi hizo mbili pia zinatakiwa kutatua tofauti zao kwa njia za amani. Makubaliano hayo yanazungumzia pia swala la makundi ya waasi hasa wapiganaji wa FDLR na AFC M23. Nchi hizo mbili zinajitolea kutotoa tena msaada wowote kwa makundi hayo. Kongo na Rwanda wamekubaliana kuwasaka, ikiwezekana, kwa pamoja waasi wa FDLR huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, swali kubwa ni uwezekano wa operesheni hiyo ya pamoja, wakati ambapo maeneo waliopo waasi hao kwa sehemu kubwa yanadhibitiwa na kundi la waasi la AFC M23. Kwa mujibu wa rasimu ya mkataba huo, serikali ya Kongo itatakiwa kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa AFC M23 ambayo yalianzishwa mwezi Machi huko Doha nchini Qatar. Christian Moleka, mtaalamu wa siasa ya Kongo, amesema changamoto ni ufuatiliaji na utekelezaji wa mkataba huo wa Washington. Tatizo sio kutia saini mkataba huo, lakini utekelezaji wake. Je, kuna nia nzuri ya kisiasa kati ya pande hizo mbili? Huu sio mkataba wa kwanza wa aina hiyo kati ya nchi hizi mbili, lakini mara hii wahusika wako tayari kujenga amani ya kudumu? Je, mifumo ya ufuatiliaji itafanya kazi kwa ufanisi tofauti na ilivyokuwa zamani, ili kusaidia utekelezaji wa makubaliano haya? Moleka ameamini kwamba shinikizo la Marekani linaweza kufanikisha makubaliano ya hivi sasa. Amesema hakikisho kubwa ya kufanikisha makubaliano hayo ni msukumo wa kiuchumi wa Marekani ambayo inataka madini ya Kongo. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia ya Kongo yanaelezea wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo. Stewart Muhindo ni mwanachama wa kundi la vijana wanaotaka mageuzi Lucha. kama makubaliano hayaruhusu hayasaidie kutoa jeshi la Rwanda na M23 nafasi ambazo inazomiliki. Kama makubaliano hayaruhusu kuwe haki kwa wakongomani ambao waliuawa kwenye hiyo vita. Kama makubaliano hayasaidie uongozi bora kurudi nchini Kongo Ina maana hiyo makubaliano haitasaidia kabisa kurudisha usalama na amani kwenye Kongo. Duru za upatanishi zinasema makubaliano hayo yanatakiwa kutekelezwa mnamo kipindi cha miezi mitatu. Na kando ya hafla hiyo ya saini ya makubaliano huko mjini Washington, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba atakuwa na mashauriano na mwenzie wa Marekani Marco Rubio kabla ya mkutano na uandishi habari.